Aaaa a kama a ni siku ya tofauti Mastaz TV, lakini tuko na kijana fulani ambaye utafahamu wa baadaye kipindi atakapojitambulisha. Habari mtazamaji wa Mastaz TV anahitaji kufahamu nakitazama kwenye kamera, sijui unaitwa nani. Je, Konde Boy ni jina la kuzaliwa au ni jina ambalo na uh, licha <laughs> uliona uh, kitu gani ambacho kilikushawishi sana kulingana uh, na hilo jina ukaona ambaye unavyoona unaitwa yani, unapenda kusikiliza sana. Sasa ni kitu gani ambacho kimekushawishi wewe kupendelea Konde Boy sana? kwa okay, lakini unaweza ukatupe hata jina la mama Ali ambalo nyumbana anazoea kutuita au ni Konde Boy? Uh, lakini ndugu zangu wengi, mara nyingi kupita jeshi jeshi, yani kulingana na unavyopendelea nyimbo za Konde Boy, au wakapendelea kupita jeshi, jina langu mbatizi naye Konde Boy, yakawa jeshi, mambo yakawa mbamba. Ya nafikiri siku ya leo ni siku ya upya kipekee sana ndani ya Lancaster, siku ambayo tuko kwenye sherehe. Na sijui kulingana na motisha wa sherehe una kipi cha kutuambia siku ya leo. Uh, sherehe nami itakuwa ni nzuri kwa sababu vijana wamejitolea. Kuna vijana ambao wametoka sehemu mbalimbali kwa kwa hapa na nategemea mambo yatakuwa mazuri na pia, na mimi nilipata bezi kila kitu tutatamba vizuri na, na, na tutamaliza tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta na wao watu ambao umekwenda kualika, je, una uhakika wamefika au umekuwa na changamoto kazi? Yeah. Kama taarifa ambazo tumekwenda kusikia tumesikia kwenye sherehe hakutoingia mtu ambaye haajaripia. Je, yeah, ule utaratibu mlangoni unatekelezwa au au, uh, kama unaona kila kitu. Yeah. na tulisikia mmechukua security kwenye ofisi za security yupo au mmeweka mwanamemba tu wa kamati ya sherehe yupo? Kwa wao watu ambao wajui hata kuongea he, lugha hii yetu ya kigeni ambayo tumeikuta huko, wanakutana changamoto gani pale mlangoni? Sasa kwa bahati mbaya, kama tiketi haukuipata au haujawasiliana na anayehusika na kupeana tiketi, inakueje pale kwenye mlango kuingia? Au ni mambo ambayo mpaka umalizane na aliyepewa kusimamia hiyo sherehe? Sasa tulisikia kuna vijana walio gairi kuingia, lakini walikuwa wameshanunua nguo ambazo zimeruhusika kuingia, lakini walipopewa ripoti eti kwenye mlango kutakuwa mtu tofauti na sisi, waka gairi tena kuja hapa kwa sababu ya hiyo changamoto. Kuna kipi cha kuwashauri kwa e kwa kwa mazaefu ah, ambao wali, kuonyesha ambao walichukua pesa zao. Ah, sawa. Nafikiri siku ya leo tuko ndani ya kiwanja cha sherehe, na ni kitu gani ambacho kimekwenda kushawishi kwa kamati ambayo imepewa kuandaa sherehe? Ah, kitu ambacho ambacho Sherehe ambayo inafanyika leo. Je, kukitokea sherehe nyingine tofauti na hii, nyingine ya vijana, kuna kitu gani ambacho unaona vijana wa Lancaster watajifunza? Nimefurahi sana kusikia hivyo, lakini sasa nafikiri mtazamaji wa Mastaz TV ametaka kufahamu kuhusu wewe kufahamu, na pia kufahamu kuhusiana na sherehe ambayo tuko nayo, na nafikiri hayo yote umekwenda kuyazungumza. Sasa sijui unaweza ukamwambia huyu anayekutazama kwa sasa kitu gani kuhusiananamu tazamaji wa TV anahitaji afahamu kitu kimoja, Konde Boy au jeshi ni mtu aina gani? Ila anakukutana na wewe na, we na changamoto, au katika useni na sherehe yetu au kulingana na mtu wetu ambaye tumekwenda kudiscuss naye. moja mbili tatu ni kama nayo ambayo umekwenda kusikiliza kutoka kwake. Hii ni Mastaz TV, ni nami ni kijana anayependa lawama kwa sababu ya kwenda yajayo. Usisahau ku share ku like na subscribe, kwa sababu ya kuendeleza kuendeleza Mastaz TV, tutakutegemea. Thank you.